Kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamweleze mwanae madhara haya tunayoyafanya, madhara haya tunayoongea. Tugombane tunavyoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii, lazima nasi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti. Hiyo mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma, na adui atapenya katikati, ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu. Mungu wa mbinguni atupe kibali tuendelee kusema na makundi mbalimbali, ili kila mmoja awe balozi wa amani hii, kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu, na mwisho, kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu, alisema, tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko, ndugu zangu, viongozi wa dini tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea, na madhara yake akaja kuwa makubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.